Jambo na karibu popote pale ambapo upo, hii ni nPoint, dondoo za magazeti ndizo ambazo zinakufikia kwa muda huu, na ikiwa leo ni siku ya pili ya mwezi wa kumi, ndugu mtazamaji, popote pale ambapo unasonga mbele pamoja na nPoint. kama mwanafamilia tunakushukuru sana kuwa pamoja nasi siku hii nzuri ya leo bila shaka nina uhakika ambapo umeamka unaendelea vyema, basi tunamshukuru Mungu kwa kuwa pamoja nawe, na karibu tena katika mwendelezo uh, wa sarafu hii nyingine kujua ni kipi ambacho kinaendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Kwako ambaye upo nje ya mipaka ya Tanzania, karibu sana pia, tusonge mbele. Unaweza ukawa pamoja nasi kupitia kurasa zetu za kijamii, nPoint TZ, Facebook, TikTok pamoja na Instagram. Mimi mtangazaji wako naitwa Joshua Sorongai, Denis Julius, Michael Gasper, Gafa, bila kumwacha Samuel Matekere, tunasonga nao kama timu kuhakikisha kwamba matangazo haya kwa uzuri popote yanakufikia. Tutakuwa na gazeti la Mwananchi, gazeti MwanaHalisi, gazeti Nipashi, Mwanga wa Jamii, tutakupitisha habari leo, gwiji la habari Tanzania, maj gazeti huru kila siku, kujua ni kipi ambacho kipo katika kurasa zake za mbele na baadhi ya magazeti kurasa za nyuma. Tutaanza na gazeti la Mwanahalisi, ukurasa wa mbele, habari ambayo imepewa nafasi kubwa ni mashahidi wa siri kufichuliwa. Ni habari hii ambayo inaendelea kwa kusema mpango wa serikali wa kuficha mashahidi itakaowatumia katika kesi ya uhaini inayomkabili mwanasiasa mashuhuri nchini Tundu Lissu huenda E, isifue dafu. Mwanahalisi imeelezwa katika ukurasa wa pili e, kupatia undani wa e, taarifa hiyo, basi kamata nakala yako ndugu mtazamaji, upate kujua ni kipi ambacho kipo ndani ya mashahidi wa siri kufichuliwa katika ukurasa wa mbele. Pia habari ambayo imepewa kipa umbele ni Samia kupeteza kura, wachambuzi waanika maeneo kumi, ni katika ukurasa wa sita gazeti la Mwanahalisi. Ndugu mtazamaji ambaye unatufuatilia kuna habari hapa ambayo inasema kuna hofu imeanza kujijenga ndani ya chama cha Mapinduzi na serikali juu ya uwezekano mkubwa wa kupungua kwa kura za rais eh, katika ukurasa wa pili ndugu mtazamaji eh, habari hii hutaenda kuipata kabisa kwa uzuri eh, ukiwa na nakala ya gazeti la Mwanahalisi siku ya leo ndio, eh, ndivyo ambavyo imechapisha me, habari hizo. Upupu wa Polepole wazidi pole. Katika ukurasa wa nane, habari hii e, utaenda kuipata ambayo inamhusu aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole pole, amezidi kumwaga upupu kwa kuendelea kukosoa ahadi za mgombea rais wa chama cha mapinduzi, rais e, Samia Suluhu Hassan na utendaji wake wa serikali. Hizi ni habari ndugu mtazamaji e, ambazo utazipata ndani ya gazeti la Mwana Halisi ukiwa na nakala ya Mwana Halisi ikiwa leo ni siku ya Alhamis eh, Oktoba mbili. Ndugu mtazamaji, habari hizi zote zipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la MwanaHalisi. Tusonge mbele kutazama habari katika ukurasa wa mbele wa Nipashe siku ya leo ndugu mtazamaji ambaye unafuata matangazo haya eh, Kanisa Katoliki latoa msimamo. Ni Nipashe ukurasa wa mbele linakupatia habari hiyo kwa ukubwa kabisa na habari hiyo ukitaka kuifahamu inaendeleaje, ndugu mtazamaji, ukiwa na nakala yako katika ukurasa wa pili utaenda kufahamu e, ni nini ambacho kinahusu e, Kanisa Katoliki kutoa e, msimamo, ambapo Askofu Jude Tadeus Ruaichi amewekwa hapo katika ukurasa wa mbele wa Nipashe Mwanga wa Jamii. Sokomoko usafiri wa mwendokasi. RC ashuhudia abiria wakidandia madirishani, amuru mabasi mapya ya Mbagala Posta kuhamishwa Mbezi Posta, ukurasa wa pili, eh, gazeti la Nipashe na kuikia habari hiyo kwa uzuri kabisa. Samia ajipanga upya na tembo wavamizi, doyo hospitali na soko, ukurasa wa tatu, Nipashe Mwanga wa Jamii na kupatia usiri ulivyo eh, kichocheo utalii wa kijinsia katika ukurasa wa nane. Okay, utaenda kupata habari hiyo ambapo utaenda kuona e, habari ambayo ndani yake mkurugenzi mtendaji wa Tamwa utaenda ku, e, ku, ku, kufahamu ni kipi ambacho kipo ndani ya taarifa hiyo. Joseph Kabila kutoka Raisi e, DRC hadi hukumu ya kifo kwa uhaini katika ukurasa wa 19, e, utaenda kupata habari hiyo kwa undani kabisa katika pashe mwanga wa jamii. Patia mwanga huo, ripoti maalum, utitiri wa vituo vya mafuta unavyoacha kitendawili nchini, katika ukurasa wa tano. Nipashe mwanga wa jamii inaenda kukupasha hapo kile ambacho kipo kwa ajili yako, ndugu mtazamaji, asubuhi ya, ya leo. Songe mbele na gazeti la wananchi ukurasa wake wa mbele. e, gazeti hili siku ya leo, ndugu mtazamaji, kama unavyoona hapo, habari kubwa ambayo imepewa nafasi ni Ruaichi atangaza msimamo Katoliki. Kiwa na nakala yako tu asubuhi leo ya gazeti hili la Mwananchi utaenda kupata habari hiyo kwa uzuri kabisa. E, ni kipi ambacho kipo hapo e, katika ukurasa wa mbele ndugu mtazamaji? Habari hii ya Ruaichi e, atangaza msimamo wa Katoliki inaendelea kwa kusema akemea wanaosambaza upotoshaji mitandaoni kwa maslahi yao binafsi, asisitiza kanisa halilumbani wala kushindana na serikali, na kuna nukuu yake hapo ambayo inasema, kwa hiyo sio tangazo linalobeba saini yangu au lililotangazwa kupitia kwa kansela au katibu mkuu hilo liwafanye kwamba sio tangazo rasmi. Katika ukurasa wa pili, Mwananchi inakupatia hapo habari hiyo kwa undani kabisa. Mwendokasi bado kero. Katika ukurasa wa sita kuna habari hiyo tunaenda kuipata kwa uzuri kabisa. Hukumu ya kifo kwa Rais Kabila yaibua mjadala mm -hmm. Ambapo inaendelea, hukumu ya kifo iliyotolewa na mahakama ya kijeshi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila imeibua mjadala kuhusu ugumu wa utekelezaji wake, kwa kuwa hadi sasa haijafahamika mahali alipo. Katika ukurasa wa 17 Mwananchi na kupatia Mwananchi inakupatia habari hiyo kwa undani kabisa. Mambo manne yatajwa kukabiliana na upata e, utapia mlo kwa mradhi yes. Mambo manne yatajwa kukabiliana na utapilia mlo katika ukurasa e, wa tatu, gazeti hili la Mwananchi linakupatia undani wa taarifa hiyo wagombea ubunge wa diwani mwelekeo mpya kuzisaka kura, katika ukurasa wa tano. Habari hii ya kampeni za uchaguzi wa mwaka huu zimekuwa na sura tofauti na ilivyozoeleka katika historia ya siasa za Tanzania, ndipo ambapo tena kuipata habari hiyo kwa uzuri kabisa. Ndugu mtazamaji mwandamizi, unayetembea pamoja nasi asubuhi ya leo, tusonge mbele na gazeti la habari leo, gwiji la habari Tanzania. Siku ya leo gazeti hili lina habari ambayo inasema Samia, tupige kura, watu heshimu, gazeti hili la mwana eh, la habari eh, haba. sema ahidi, wananchi wasikubali kushawishiwa, eh, kuharibu amani, aje kivingine, usimamizi viwanda, ajivunia mafanikio utalii, Moshi, katika ukurasa wa pili. Gwiji la habari Tanzania habari leo linakupatia habari hiyo ajili yako tu. Barabara za juu kuongezwa da kumaliza foleni. Mabasi sitini mwendo kasi kuanzishwa eh, kuazimwa yahudumie nje eh, njia ya Kimara katika ukurasa wa tatu, eh, habari hiyo tena kuipata kabisa kwa uzuri kabisa. Rua hichi hatushindani na serikali. Huyu ni mgombea wa Chauma Salum Mwalim akihutubia mkutano wa kampeni katika kata ya Ulaya jimbo e, la e, Mikumi mkoani Morogoro. Katika habari picha utaenda kuipata hii ambayo inamhusu huyu mgombea wa Chauma, lakini katika ukurasa wa saba eh, ni habari hii ambayo ni ya Ruaichi akinukuliwa hapo, hatushindani na serikali. Katika ukurasa wa saba ndipo habari hiyo ipo kwa ajili yako. Mwalimu jela maisha kwa kunaji si eh, si mwanafunzi ukurasa wa 20 utaenda kupata habari hiyo kwa undani. UDP kutumia mazungumzo kupata suluhu katika ukurasa wa nne Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, linakupatia undani wa taarifa hiyo. Wasira ahimiza umoja ana, eh, ahadharisha ubaguzi, katika ukurasa wa saba. Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, utaenda kupata habari hiyo kwa uzuri kabisa. Kuna habari hapa ukurasa wa mbele tu ukikamata eh, nakala hii inasema uchaguzi mkuu 2025 ambapo utaenda kukutana na nukuu kwa ajili yako tu, ndugu mtazamaji, ambaye upo pamoja nasi siku hii ya leo. Uh, na habari hii imenukuliwa vizuri kabisa ukurasa wa mbele, ambapo inasema wakati wa uchaguzi serikali itakuwa na wajibu wa kuendelea kuwahudumia wananchi kwa usawa bila kujali wanachama au imani yao kwa vyama vya siasa. Ukurasa tu wa mbele ukikamata nakala ya habari leo, gwiji la habari Tanzania, basi habari hiyo ipo hapo kwa ajili yako. Tusonge mbele na gazeti la Majira, gazeti huru kila siku Gazeti hili siku ya leo, ndugu mtazamaji, habari kubwa ambayo imepewa nafasi kubwa kwa ajili yako wewe mtazamaji ni Ruaichi, Kanisa Katoliki halina ugomvi na serikali. Habari hii ukikamata tu nakala ya gazeti hili, basi ukurasa wake wa mbele unaenda kupata habari hiyo ambayo inaendelea kwa kusema, akanusha waraka wa semina ya walei Oktoba 29, 2025 wataka wa mu... E, wa mu... waumini wake, wa muumini wake makini kubaini vyanzo vya taarifa, katika ukurasa wa nne. Gazeti la Majira, gazeti huru kila siku, ndivyo ambavyo linaandika ukurasa wa mbele habari hiyo, lakini kwa ukamilifu ni ukurasa wa nne. Dr. Samia, tusishawishike kuivuruga amani ya nchi, ukurasa wa nne. Majira gazeti huru kila siku ipo hapo kwa ajili yako. Otham itairejesha Zanzibar rasilimali zake katika ukurasa wa tano. Habari leo, eh, habari ya leo ipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Majira gazeti huru kila siku. Wasira ataka Watanzania wasipige kura kwa ubaguzi katika ukurasa wa nne tena kupata habari hiyo. Dkt. Mwinyi aahidi vijana ajira za kudumu eh, akishinda ukurasa wa tatu. Majira gazeti huru ipo hapo kwa ajili yako. Dr. Nchimbi asisitiza mikopo ya asilimia kumi kuendelea kutolewa ukurasa wa pili. Majira gazeti huru ipo kwa ajili yako hapo. Migogoro na uhamasishaji, janga la kisiasa kibinadamu barani Afrika ukurasa wa 11 habari hiyo ipo kwa undani kabisa katika habari za kimataifa hapa DRC. Eh, kabila ahukumiwa kifo kwa kosa la usaliti kurasa wa kumi na tisa. Majira gazeti huru kila siku inakupatia habari hiyo kwa undani tu kwako, ndugu mtazamaji, ambaye upo pamoja nasi na kwa sasa, tutarejea mara baada ya pumziko fupi. E, na tutakupitisha katika kurasa za nyuma za magazeti tuliyonayo katika michezo na burudani. Kwa sasa tupate pumziko fupi. Mara baada ya pumziko hili tutarejea kusonga mbele pamoja nawe asubuhi ya leo. Mara baada ya hapo, mtazamaji, tunapata nafasi nyingine kusonga mbele pamoja nawe kukamilisha matangazo haya popote pale ulipo. Na sasa karibu tupate kutazama kurasa za nyuma za michezo na burudani. Ni kipi ambacho kipo na kimepewa kipaumbele katika baadhi ya magazeti, baadhi ya dondoo za magazeti siku ya leo. Natakuwa nawe katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la kimichezo na burudani. Katika ukurasa wake wa mbele siku zote ndilo ambalo tunaanza nalo kwa ajili yako tu, ndugu mtazamaji, ili tu tuweze kuikata ile kiu yako ya burudani ya, ya michezo na burudani. Ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwanaspoti siku ya leo. Gazeti la Mwanaspoti, ndugu mtazamaji, kama unavyoliona hapo: Simba hii kuna kitu, Nabi avunja ukimya ishu ya kutua nikatika ukurasa wa pili ni eh, Mwanaspot inakupatia hpo eh, kwa uzuri kabisa lakini, kuna mechi hapa siku ya Jumamosi, eh, Jumamosi Oktoba 18 itakuwa ni mechi ya kafu hii, ambapo eh, Simba ataenda kucheza pale Somhlolo som shlo, som eh, katika uwanja wa Somhlolo uhakika, eh, ni eh, bondeni bondeni huko atakabiliana na timu ya Nsinizini Nsingizini, eh, Nsingizini ni mechi hiyo ambayo itapigwa Oktoba 18 kama nilivyokuambia, katika ukurasa wa mbele wa Mwanaspoti. Ndivyo ambavyo habari hiyo inawekwa tu kwa ajili yako hapo. Oktoba 17, 2025, Pamba Jiji na Mashujaa wataweza kukutana na kucheza sanane mchana. Ni habari hii ambayo Mwanaspoti inakata kiu ya michezo na burudani kwa ajili yako tu hapo. Gamondi, aanza kunogewa bara, kocha huyo ameibeba Singida Black Stars kombe la Kagame 2025 katika ukurasa wa tatu mwana sport utaenda kuipata habari hiyo kwa uzuri kabisa kwa ajili yako. Sare za Mbeya tatizo wala sio falls, mechi za kibabe Yanga na Mbeya City kila zinapokutana huwa ni mechi dume na juzi zilitoka sare ya ya tano mfululizo katika ukurasa wa kumi hadi kumi na moja Mwana Spoti na kupatia kwa uzuri kabisa habari hiyo. Stars bila msuva Samata katika ukurasa wa pili, eh, gazeti la Mwana Spoti linakupatia habari hiyo kwa uzuri kabisa hapo, eh, Stars bila Samata ukurasa wa kimataifa, eh, ukurasa wa mbele katika habari za kimataifa, Mboemo awageuka wenzake hmm, habari hiyo katika ukurasa wa 18, basi Mwana Spoti na kuwekea kwa uzuri kabisa ili uweze kuhabarika kwa undani wa gazeti hili la mwanaspoti, na hivyo ndivyo ambavyo linakuwekea habari hizo kwa uzuri kabisa. Gazeti la majira ndilo ambalo e, tutakuwa tukiangaza ukurasa wake wa nyuma wa kimichezo na burudani, na siku ya leo habari kubwa ambayo imepewa hapo nafasi ni e, Taifa Stars ya kuikabili Zambia yawekwa hadharani. E, Taifa Stars itakayoenda kumenyana na timu ya taifa ya Zambia, e, tayari bwana kocha Moroko ameshataja amesha wanajeshi wake ambao wataingia vitani kuipeperusha bendera ya Tanzania, Taifa Stars kwa ajili ya kuitetea bendera: Samata, Msuva, Kapombe, Shabalala out mwamnyeyo, muamnye in nadhani ni mwamnyeo tu. Bila shaka gazeti tu hili litakuwa limeandika eh, kuna kuwaga typing error jambo ambalo huwa linatokea lakini bila shaka ni mwamnyeto. Katika ukurasa wa Majira, ukurasa wa nyuma ndivyo ambavyo habari hiyo ipo hapo. Afrika Kusini ya kata rufaa FIFA, e, ni baada ya mchezaji miongoni mwa wachezaji ambao wapo ndani ya timu ya taifa amegundulika, e, ya kwamba hakuwa anastahili kuwa katika mechi ambayo imeweza kuingiza timu hiyo ya taifa kwenye dosari. Undani wa taarifa hii, ukurasa wa nyuma, gazeti la Majira, gazeti huru lipo kwa ajili ya ipo kwa ajili yako tu, wewe ambaye unafuatilia asubuhi ya leo. Nipashe mwanga wa jamii na tupashe habari za michezo na burudani, wakongwe wafunguka, timu wa, timu wa makocha bara yulio asema inatufelisha Watanzania, machinga amtetea falls katika ukurasa wa 23. Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii na kuikia habari hiyo kwa undani kabisa katika ukurasa pia wa 23. Simba SC bado hakijaeleweka ni habari utenda kuipata hapo kwa uzuri kabisa. Katika habari za kimataifa Nipashe mwanga wa jamii natuambia Mourinho awashukuru mashabiki wa Chelsea katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili utenda kupata kwa uzuri kabisa ukiwa na nakala yako siku ya leo. Gazeti la habari leo gwiji la habari Tanzania siku ya leo, ndugu mtazamaji, katika ukurasa wake wa nyuma habari ambayo imepewa nafasi kubwa ni Nyota Stars waachwa mechi dhidi ya Zambia. Huyu ni kocha mkuu wa timu ya taifa Hemed Suleiman Morocco, amemwacha nahodha wa timu hiyo bwana Samata na nyota wengine tisa kwenye kikosi cha wachezaji 26 watakaoingia kambini kwa ajili ya mchezo wa kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya Zambia Oktoba 8 mwaka huu. Wengine uh, walioachwa ni Simon Msuva, Shumari Kapombe, Aishi, uh, Aishi Manula, Mohamed Hussein, Clement Mzize, Mudathir Yahya, Ahmed Pipino, Himidi Mao na Idi Nado. Akizungumza na uh, wanahabari, Moroko alisema amewaacha wachezaji wengi kwa sababu ya uwezekano mdogo wa Stars kufuzu michuano ya kombe la dunia 26 shi itakayofanyika Marekani, Canada na Mexico, japo e, wao wa Mexico wenyewe wow, wanasemaga Mexico. e, ni habari hii ambayo tenda kuipata kwa uzuri kabisa ukiwa na nakala ya gazeti la Habari Leo kurasa wa nyuma, ndio ambapo, e, ndipo ambapo utapata undani wa taarifa hiyo. Ahmadi nipo sana. JKT, huyu ni kocha mkuu wa timu hiyo, e, JKT Tanzania amekanusha taarifa za ku hitajika na klabu ya Simba zilizosambaa mitandaoni. Falls, aliya na uwanja Mbeya. Huyu ni kocha mkuu wa Yanga Roman Falls amesema timu nyingi zitadondosha point katika uwanja wa Sokoine mkoa mkoani Mbeya kwa sababu si mzuri katika eneo e, la kuchezea. Ni habari hii ambayo ipo kwa ajili yako katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la habari leo la habari Tanzania. Tanapa ya mpongeza Simba Hmm, katika ukurasa wa 23 kuna habari hapo kwa ajili yako ndugu mtazamaji, eh, huyu ni miongoni mwa naweza nikasema miongoni mwa eh, watu mashairi watu mashuhuri ambao wameweza kuleta heshima mm, eh, heshima nje ya mipaka ya Tanzania. Wameweza kupeperusha bendera ya taifa kwa uzuri kabisa, na kuleta heshima na dunia kutambua ya kwamba kuna taifa linaitwa Tanzania, pamoja na mwanariadha wa kimataifa wa kitaifa na kimataifa eh, huyu sio mwingine ni Sergeant Alphonse Simbu, yupo hapa katika ukurasa wa 23 ambapo TANAPA yampongeza Simbu. Lazima tumpe heshima yake kwa sababu ameheshimisha taifa katika habari ya kimataifa, ambayo nenda kuipata ukurasa wa nyuma gazeti la habari leo ni Kandi Arejea Bogos katika ukurasa wa 21 ndivyo ambavyo ninaweka nukta katika habari za michezo na burudani siku ya leo nikushukuru sana kwako wewe ambaye tumekuwa tumekuwa e, sote kuanzia mwanzo hadi hapa mwisho sisi kutoka hapa studio kusema kweli hatuna la ziada zaidi ya kukushukuru tu kwa pamoja nasi na nikukaribishe tena siku ya kesho muda na wakati kama huu tutakuwa tukiweka e, nukta lakini saa moja kamili huwa tunaanza kupitisha katika dondoo mbalimbali za magazeti asubuhi. Uh, na kwa niaba ya timu nzima ambayo imekamilisha matangazo haya Dennis Julius, Samuel Matekere, Michael Gaspar Gaffa, tumekuwa hapa kama timu kuhakikisha kwamba tunakufikia popote pale ulipo. Mimi naitwa Joshua Sorongai, hii ni Endpoint Beyond News. Endelea kuwa pamoja nasi, tufuatilie kupitia kurasa zetu za kijamii pia, ili uweze kupata habari mbalimbali za ukweli na uhakika.